Hello guys, mambo vipi, mambo vipi wadau? Manze, thank you so much kwenye watu wame join hii siku ya leo. Yes, thank you so much. Yes. Ukifika make sure like the video. Now, unajua, wacha tupige umbea hapa hivi, wadau tupige umbea hapa. Leo nimetembelea mdau nikisema mdau ni Godi. Eh? Ninja tukapata eh viatu za za madema hapo hivyo. So nikamuuliza hizi viatu ni za nani? Akaniambia ni za size wake eh, ni za mdenge wake, ni za sizi wake, si za demu yake, ni za sizi wake. Lakini akaniambia on the other side ako na mtu, lakini huyo mtu atakuja kumjulisha siku moja. Kidogo nikakuwa na doubts, kidogo nikakuwa na doubts, lakini i was like damn, inaweza kuwa ni ukweli. Eh, sijui je, mnaonaje? But all in all amesema ni viatu za dadake, ako na dadake ambazo viatu alikuwa amemwekea kula bedroom, that's all. Tumepiga piga malapi huko tumepiga maraundi tukaangalia angalia, angalia, tukaona yenyewe ni mse ambaye anajiweza, mse akofiti, mse ambaye anajitegemea, mambo kwake kiko shwari kabisa, hatuna complain palipopote. Uh, the other thing. So uh, guys, uh, my main point is at least uh, uh, kitu muli request nilienda nikaifanya kitu ambayo mlikuwa mnataka nifanye, ningeenda nikaifanya nikahakikishia, nimeenda huko. So nasema, na mkitaka kujua kitu fulani, mna reach out kwa inbox hapo kwenye messages, not, no, kwa comment section mnasema, tuna reach out, tunaangalia uh, tunaenda tuna confirm kama kila kitu ni ukweli. Niona wadau walikuwa wanaleta shida, ah, hizo viatu. Hapana, hizo viatu si za si za sister yake, hizo ni za mdenge wake. Wengine nasema hapana, angalia vizuri, tumeona eh, nini, sport shoes za madam tena hapo hivyo. Kwani nyinyi watu mko rada aje? Enyewe kabisa kabisa, nyinyi wadau mlikuwa mnaangalia zaidi, yaani kila kitu mko keen. Wengine wanasema makasa, hapana manzi, umeenda kwa privacy ambayo haifai. Nimeenda na yeye mwenyewe, amekubali. Amekubali, na nyinyi ndio mlikuwa mnauliza maswali, na mimi nikaenda na hizo maswali na nyinyi ndio mpate kujibiwa. So I did what you guys wanted. Yeah, lazima tufanye upelelezi lazima watu wapate majibu, lazima watu wajue kitu ambacho kinaendelea juu. Tungenyamaza mungelijuaje? Hakuna mungelijuaje? Hakuna so uh, kwenye wali feel like that wasn't good. I'm sorry. Uh, but kwenye waliona pia ni poa, thank you so much kwa sababu we have to work. We have to know the process na pia we uh, tuna learn sisi kama YouTubers what people want to see yes. na, na ni wadau, mnapenda umbea mbaya sana yaani kitu yote concerning na umbea. Wadau mna join sana kitu tu bora inaongelea umbea e, e, e, e. Mnakuja hapo mnamwagika, mnakuwa wengi aisi lakini sasa kitu ambaye imetulia tu mdau anakuja hapo anaongea, hakuna mkuji. Yani mnakuwa mmejiseti wapi? Nyi wasi wazito, manze, mnakuwa mmejiseti wapi? So ah uh, but I really appreciate you guys, mnakuja na support fiti, mnakuja mnaongea hivi na hivi, mnasema hivi, mambo iko shwari kabisa. I really appreciate na nafurahia kabisa, mambo inasonga mbele. So keep pushing manze, hata ukifika hapa subscribe sasa ile mission niko nayo ni tujue huyu dada mwenye aliacha viatu hapo ni tutahan. Tu huyu dada paka tujue ni mgani aliacha viatu hapo, ama aje? Eh, ama aje, si ndio? si tu huyu dada tujue mbona aliacha viatu huku, na kwani alikuja aje na hizo viatu akazisare huko, ama aje? Alikuja na viatu akaacha, alienda miguu. Tujue hiyo story, ama ni aje, wadau, si ndio? So stay tuned each and every day Mazee, namkujange kwa wote. Na mkifika niliwambia kitu ya maana, kila pale mkifika kitu ya maana sana ni kulike the video hata ikuwe channel gani, eh? <laughs> Being a father ukiwa okay, na ndevu it's so good. Imagine wewe ni mzazi na una ndevu very, very bad ukitana. so, okay, sasa ukitana dadi ehe. najibu huko no, na bila wasiwasi kwa sababu niko na ndevu nanyi. Na wanaumemei ndevu manze mjaribu sana mtafute hizo mm, mafuta za kumeesha ndevu manze, usiitwe na mtoto na una ndevu. Ama niaje wasi, subscribe. Thank you so much.